Office coat, au tunaweza tukasema kwa lugha ya Kiswahili makoti ya ofisini ni vile vikoti ambavyo tunaona wadada wengi wakiwa wanavaa vikiwa na rangi tofauti tofauti. Unamkuta mwingine anavaa koti hizi nyekundu, mwingine anavaa kijivu, mwingine anavaa nyeusi, mwingine anavaa nyeupe. Kila mtu anakuwa na mtindo wake wa rangi ambayo mwenyewe anaitaka, na hii yote ni kutokana anataka mtu kuonekana kuwa na mvuto kwa aina hizi za vazi, kwa sababu ni moja ya vazi rasmi unapokuwa umevaa ofisini. Kwa sababu unapokuwa unavaa vazi la koti, basi moja kwa moja unaonekana wewe ni maridadi, unaonekana ni mtu mwenye mvuto, na hauwezi mtu yeyote kukujaji kukwambia kwamba kwa nini wewe umevaa aina hizi za mshono huu ofisini. Kuna nguo ambazo ni rasmi ofisini na kuna nguo ambazo sio rasmi ofisini, mfano zile nguo ambazo ni fupi, ni nguo za mpira, zimebana kutoka juu mpaka chini, nguo ambazo zinakuwa zina mgongo wazi, hizo sio rasmi pale unapokuwa unavaa ofisini. Lakini pia unapokuwa unavaa aina hizi za mtindo hizi za koti, kunakuwa na mitindo ya aina mbalimbali Unamkuta mtu mwingine amevaa two piece, mwingine ameweza kuvalia na koti na shati kwa ndani alafu juu amevaa sketi au amevaa suruali. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na mtindo wake mwenyewe anaokuwa anaufurahia kulingana na ile tukio au sehemu ambayo wanaenda, kwa sababu koti hizi pia unaweza ukazivaa wakati wa kwenda katika mikutano ya aina mbalimbali, lakini pia ni wazo la ubunifu. Wabunifu walikaa wakafikiria kwamba ni kwa nini tusilete koti kwa ajili ya ofisi, ili uh, watu waweze kuvaa ofisini waweze kuwa na muonekano mzuri na wa kisasa. Lakini pia vazi hili ni moja ya vazi ambalo ni kanuni ya mavazi ya ofisi. Unakuta kwamba kuna ofisi nyingine ni lazima mtu aweze kuvaa uh, koti yaani ni sare. Kwa hiyo ni moja ya vazi ambalo linakuwa lina kanuni la ofisi, lakini pia vilevile aina hii ya vazi ni moja ya vazi la kisasa ni mtindo wa kisasa pale unapokuwa unavaa, kwa sababu kila siku mambo yanabadilika, kila siku vitu vinakuja vipya. Kwa hiyo aina ya koti ni moja ya koti ambayo ni wa kisasa na unapokuwa unavaa unaonekana ni mtu mwenye heshima, ni mtu ambaye hata kama unaenda ofisi ya kawaida sana, lakini unapokuwa unavaa koti, basi moja kwa moja mtu anaweza akasema e, dada anafanya kazi labda ofisi uh, benki, anafanya kazi katika maasisi makubwa. Kumbe mtu hapana, mtu anavaa tu uh, koti lako na kutokana tu na sehemu ambayo we mwenyewe unayokuwa unaenda. Kwa majina naitwa Madam T au unaweza ukaniita uh, Latifa Isa. Najishughulisha na swala zima la fashion and design, lakini pia natoa elimu kuhusiana na swala zima la mishono vizuri au mitindo mizuri, na pia nafundisha watu bure kabisa kuhusiana na swala zima la mitindo mizuri ambayo inatoka. Na siku ya leo, vipenzi vyangu, tutaweza kudiscuss aina za makoti na koti la kwanza tutaweza kudiscuss ni koti la jadi, na koti la pili tutaweza kudiscuss koti la suruali. Unataka kujua koti la suruali likoje? baki na mimi hapa ili niweze kukujuza hizo koti za suruali zinavyokuwa, lakini moja kwa moja pia tutaweza kueleza na koti za usiku zinavyokuwa, lakini pia ni koti za kike tutaweza kuzidiscuss siku ya leo pamoja na koti za kawaida. Stay with me here. Ili uweze kujua hayo yote ya kuhusiana na swala zima la makoti. Kama unataka kujua mengi kuhusiana na swala zima la koti, basi tafadhali naomba bonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya hii video. Baada ya hapo, ta comment then uta like kuniambia kwamba katika video hii ya makoti umeweza kujifunza kitu cha aina gani. Um, pia wale ambao wanahitaji kutangazwa na TZ Fashion, karibuni sana tuweze kuwatangazia biashara zenu kwa kupitia chaneli yetu hii ya TZ Fashion kwa namba za simu sifuri sita nane tano kumi na moja arobaini tisini na nne unaweza ukatuandikia message, lakini pia unaweza uh, uka katupigia simu tukienda moja kwa moja kuelezea sasa zile points zetu ambazo nimeweza kukuwekea siku ya leo, na tukianzia na sehemu yetu ya kwanza kabisa ambayo tunasema ni koti za jadi. Hizi koti ni zile koti ambazo zinakuwa zina nyuzi za pamba za pamba kama ulikuwa uzijui basi, zinakuwa zina nyuzi ya pamba na mishono yake inakuwa ni ya kawaida sana, aidha ni ya kuweka kifungo kimoja au kuweza kuachia, na unaweza kuvaa na sketi au unaweza pia kuvaa na suruali. Tukienda namba yetu ya pili, ni zile koti ambazo zinakuwa ni za suruali, na hizi koti ni zile koti ambazo zinakuwa zinafanana na suruali ya chini, na pia zinaweza zikawa zina vifungo viwili au vifungo vitatu lile koti lenyewe then inakuwa ni nguo ambazo zinafanana juu pamoja na chini. Tukienda katika koti namba tatu, ambayo ni koti la usiku, hii haya ni makoti ambayo anaweza kuvaa mwanamke au mwanaume, lakini pia koti hizi zinakuwa zina mwonekano wa kawaida na pia inaweza kuvaa suruali au unaweza ukavalia sketi. Tukienda katika koti yetu ya, ya nne ni koti za kike ambazo koti hizi ndo zile ambazo zinakuwa zina vifungo, lakini ina muonekano mzuri na pia, katika mtindo wake unakuwa ni mtindo wa kisasa. Unakuta mtu amevaa koti hizi, amefunga kifuko kimoja chini, amevaa sketi au suruali, ili tu kuleta muonekano mzuri na wa kupendeza na ofisi zetu. Na tukienda katika pointi yetu ya mwisho, ambayo ni koti za kawaida, hizi ni koti ambazo a, ziko ziko kawaida sana yoyote anaweza akavaa. Umeenda kwenye interview, unaweza ukavaa aina hii ya koti. Umeenda katika sherehe yoyote ile, au unaweza I mean mikutano, unaweza ukavaa aina hizi za koti, lakini hii ni mahususi sana kwa wale ambao wanaenda kwenye interview, ndio mara yao ya kwanza kwenda kuomba kazi, unaweza ukavaa aina hizi za koti na ukapendeza. Natumaini katika video hii ambayo nimeweza kukuwekea hapa umejifunza kuhusiana na swala zima la koti, aina za koti na koti gani ambazo unaweza kuzivaa na ukapendeza. Koti gani ambazo unaweza kuvaa ofisini na koti gani ambazo unaweza kuvaa katika interview, sehemu ambayo unaenda kuomba kazi na ukaonekana na mvuto na muonekano mzuri. Kwa sababu unapokuwa unaenda kuomba kazi, usivae makoti zile ambazo ziko very high quality, kwa sababu wale ambao wako kwenye chumba cha interview wanaangalia kwanza muonekano then ndio wanaenda kukupa maswali. Kwao unapokuwa umevaa nguo ya bei ya juu, be sana huyu mm, atatushindwa sisi kuwa na sisi kwa hiyo, mtu wa hivyo atakuwa kuwa na kidogo, unapunguza. Asanteni sana, niwatakeni siku njema, tukutane wakati mwingine kwa mengi zaidi na mazuri zaidi. Jina langu ni Latifa Isa au unaweza ukaniita Mariam Tina na hii